Siku ya tatu ya operesheni: mwisho wa ndoto za shule bila kupenda. Mada: kuvunja roho ya kurudia nyuma kila unapojaribu kufaulu. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho kupitia mafundisho na maombi pamoja na Profeti Galila. moja. Utangulizi: leo tunapiga hatua ya tatu ya operesheni hii ya kiroho. Kama jana tulivyovunja madhabahu za kifamilia, leo tunashughulika na roho ya kurudia nyuma. Hii ni roho inayofanya mtu aonekane anasonga mbele, lakini kiuhalisia anarudi pale pale alipoanzia. Unaweza kuona unapata kazi, unafika mbali, halafu kila kitu kinaporomoka ghafla. Unaanza biashara, inakufa. Unapata mahusiano mazuri, yanavunjika. Au unaanza kuomba kwa nguvu, lakini baadaye unarudi kule kule kwenye udhaifu. Hii ni roho ya kurudia nyuma, adui anayetaka usifikie hatima yako. Dalili za roho ya kurudia nyuma. Moja, kuota mara kwa mara uko shule nyumbani kwa wazazi au sehemu ya zamani. Mbili, kupoteza ndoto zako bora au motisha kila unapokaribia mafanikio. Tatu, kuona ndoto za kuchelewa, kufeli au kushindwa kuamka. Nne, kukosa matokeo hata ukiomba sana au kujituma. Tano, kupata ushindi mdogo lakini kupoteza mara tu baadaye. Chanzo cha roho hii. Moja, laana za vizazi. Watu wa ukoo wako walishindwa na sasa dui anakurudisha kwenye historia yao. Mbili, kukosa ulinzi wa kiroho, maombi yamepungua, moyo wako umelegea. Tatu, agano la zamani, maneno yaliyotamkwa au maagano yaliyowekwa yanakudai. Nne, kujiona huwezi, hofu na mashaka vinamruhusu adui akushikishe nyuma. Hatua za kuvunja roho ya kurudia nyuma, vitando vya kiroho nyumbani. Moja. Amka usiku saa tisa au tatu asubuhi, hii ni saa ya vita vya kiroho. Omba Zaburi 124 mstari wa 7: tulikuwa kama ndege aliyokaka kwenye mtego wa wawindaji Taja ndoto zako zote za kurudia shule au kushindwa. Sema kwa sauti, kila mtego wa kurudia nyuma umevunjika, sitafungwa tena kwa jina la Yesu. Mbili, andika mambo matatu ambayo umekuwa ukirudia maishani. Mfano, kila mwaka unaanza biashara na inakufa, kila mara unapanga kuanza kusoma unashindwa, unarudia kuanza upya mambo yale yale. Ombea kila jambo kwa jina la Yesu ukitangaza uhuru wako. Tatu, fanya maombi ya vita. Sema kwa sauti. Ee Bwana Mungu wa majeshi, ninatangaza vita dhidi ya roho ya kurudia nyuma. Kila nguvu ya giza inayonirudisha nyuma kielimu, kimaisha au kihuduma, na iangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Ee Mungu, nifungue macho nione njia mpya unayonipitia. Kila madhabahu ya kurudia nyuma yangamie leo. Natangaza kwamba sitarudi tena nyuma, nitapanda viwango vipya vya mafanikio na neema. Kila ndoto ya shule au kushindwa imefutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Mimi ni wa ushindi, mimi ni wa mbele, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kumbuka, roho ya kurudia nyuma hupenda watu wazembe kiroho. Endelea kuomba, funga na kusoma neno la Mungu kila siku. Kesho siku ya nne, rejesha nyota yako ya kielimu, kazi na mafanikio. Kwa ushauri wa kiroho, tafsiri za ndoto au kufuatilia mafundisho haya, namba ya WhatsApp ipo kwenye bio. Prophet Galila.